ikawa hazihuzunikii zile khairi wa tarku nadami, na kuacha kujuta ala ma faaltahu min azallati, kwa yale maasi ambayo unayoyafanya hapa. Katika hii hikma ndani yake kuna mafunzo makubwa sana. Kwanza kabisa kuonyesha umuhimu wa moyo. Ndugu zangu wa Islam, moyo ni kitu muhimu sana katika maisha yetu. Sisi tunafahamu kwamba katika mwili wa binadamu, basi raisu al-aadha, yule kiongozi wa viungo vyote katika mwili ni moyo

Kwa hiyo moyo unafikwa na hali nyingi sana. Wakati mwingine moyo unaweza ukafa ukapigwa chapa, moyo huu ambao ulitakiwa maana yake uwe ni moyo mnyenyekevu, unamjua Allah subhanahu wa ta'ala, moyo ambao uliokuwa na utulivu wenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati mwingine huu moyo mtu anapokuwa anauachia na kuzembea moyo wake unaweza ukafikia katika hali ya kufa moyo. Ule moyo uliokufa maana yake ni moyo uliokuwa umeghafilika na maisha ya kidunia moyo unaofuata matamanio ya nafsi, moyo ambayo la yunkiru, la yunkiru munkaran wala yaarifu maarufa, haujali moyo huu. Ikiwa umefanya dhambi, basi haujali kwamba umefanya dhambi, hata ikiwa pia umefanya jambo jema, hauhisi kwamba umefanya jambo jema ni mtu kwamba anaishi tu katika hii dunia kwa ajili ya starehe, hajaishi kwa ajili ya malengo mengine ya akhera. Moyo huu una alama nyingi. Alimamu Ibnu Ata Illahi Sakandari katika hii hikma anatajia al alama mbili katika alama za kuonyesha kwamba mtu moyo wake umekufa. Alama ya kwanza kabisa, mtu anakuwa hahuzuniki kutokana e, na zile toa ambazo zinampita, mambo ya kheri yanampita yeye basi, lakini hahuzuniki katika kheri zile, anaona kitu cha kawaida tu. Yaani, mtu anaweza akapitwa na swala, lakini hahisi kwamba akapitwa na jambo kubwa. Mtu anaweza akapitwa na mambo ya sunna, pengine funga za sunna zinampita, swala za sunna zinampita, anaziwacha wala hajali kwamba yeye kaacha kitu kikubwa. Mtu anaweza pengine akapita mwezi mzima hajasoma Qur'an al-Karim lakini hahisi kwamba yeye kaacha kitu kikubwa sana katika maisha yake, kaacha dhikri ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala. Sasa moyo huu ambao haujali pale ambapo unapopita na mambo ya kheri, hii ni moja katika alama za kuonyesha kwamba umekufa, kwa, kwa sababu moyo unatakiwa uwe na uhai, unawiri, umpende Mwenyezi Mungu, umkabili Mwenyezi Mungu, uhisiraha katika kufanya mambo ya kheri uhisi majuto na huzuni wakati unapokosa kufanya kitu ambacho kinamridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mfano ni mtu ambaye alikuwa na moyo uliokuwa hai, akisha ikawa pengine anadumu katika kuhudhuria katika darsa fulani, basi siku atakapopitwa na darsa ile uhisi huzuni katika moyo, kwa nini akapitwa na ile darsa. Lakini mtu ambaye ana wirdi ana hizbu ambayo kajipangia katika siku yake, pengine anasoma Qur'ani, anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala anafanya a'mal al-a'mal as-salih, matendo mema ambayo kajipangia katika siku zake, yakaja yakampita yale matendo, basi atahuzunika. Kwa nini yakampita matendo yale? Ikiwa mtu anahuzunika kutokana na khairi ambazo zinazompita, basi hii ni ishara nzuri na kuonyesha kwamba moyo wake uko hai, umenawirika kwa nuru ya imani. Ndio maana Allah subhanahu wataala anatutajia watu ambao waliokuja kwa Mtume sasalam katika vita vya Tabuki. Tayari maswahaba washajiandaa kwenda katika vita vya Tabuki, ni safari ndefu, na kila mmoja akashaandaa mali yake na kipando chake, kwa sababu safari ni nzito, wakati wa joto kali. Maswahaba saba hawa walikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwemo Alirbadh bin Sariya na al-Harami al-Waqifi na Abdallah ibn Mughaffal na wengineo katika maswahaba, wanakuja kwa Mtume, wanashtaki na kulalamika nakulalamika, ya Rasulullah, sisi hatuna uwezo wa kupata vipando vya kuweza kushirikiana na wewe katika vita vya Tabuk, na sisi tunatamani tuwe pamoja na wewe, ya salam, mimi sina sina uwezo wa kukupatieni vipando mkafuatana na sisi katika hivi vita

waayunuhum wa tafidhu min addami hazanan alla yajidu ma yunfiqun, wala hapana tatizo kwa wale watu ambao wanakujia ili uwachukue katika vita, watafutie vipando wapate kufuatana na nyinyi katika vita, lakini we unasema mimi siwezi kukupatieni vipando hivyo. Basi watu wale wanageuka, wa ayunuhum tafidhu min addami, na macho yao yanatokwa, yanamiminika machozi hazanan alla yajidu ma yunfiqun, kwa sababu ya kuhuzunika kutokana na kwamba wao hawawezi kupata kutoa mali zao kuweza kushiriki katika vile vita. Sasa hawa ni watu ambao wenye nyoyo zilizotulizana, nyoyo ambazo zilizokuwa hai. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ambaye ni sahaba maarufu, siku moja, ilikuwa tayari ishakaribia wakati wa sala la alasiri, akaenda kuzuru katika shamba lake kuangalia mitende yake lakini ile kubakia kule ikampelekea kwamba achelewe kuhudhuria katika sala ya jamaa. Subhanallah, anakosa sala ya jamaa. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu anatoa maamuzi magumu, anasema ile shamba yake ile iuzwe, itolewe sadaka. Anatoa sadaka shamba yake kwa sababu ya kukosa sala ya jamaa. Sasa sisi wengine, sio sala ya jamaa, bali mtu anakosa vipindi vya sala vinampita, bali mtu anaacha mambo yale ya lazima kuyafanya, lakini mtu hahuzuniki. Maanake hii ni ishara mbaya. Kwa hiyo alama ya kwanza ya moyo ambao uliokufa ni kuto kuhuzunika katika yale mambo ya kheri yaliyokupita. Alama ya pili ni kutokujuta kutokana na yale madhambi ambayo unayoyafanya, yaani mtu anafanya dhambi, haoni haya, hajali, wala haoni kwamba yeye kafanya jambo kubwa la kumfanya kwamba yeye ajute kwa nini akamuasi mola wake. Kuna madhambi magapi ambayo sisi tumeyafanya huku nyuma, mtu akiyafikirie yale madhambi aangalie, je, anajuta au anafurahi? Sasa kuna baadhi ya watu, mtu anafurahia hasa ile madhambi yake, na akikaa katika vikao vingine anaweza akajisifu na kujifakarisha kwamba yeye alifanya jambo fulani na jambo fulani. Huyu moyo wake umekufa. Ili uone ujihi, uhisi kwamba moyo wako una uhai, ni kwamba kila unapomwasi Mwenyezi Mungu basi wewe unakuwa unajuta, ni ni kwa nini ukamwasi Mola wako. Huu ndio moyo ambao ni kalbun muhtariqun bil iman, ni moyo ambao unaoungua unaochomeka kwa sababu ya ile imani iliyokuwemo ndani yake. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, Muislamu anatakiwa ajitahidi sana katika kuchunga moyo, kwani kwa hakika moyo